Ebala iko poa sana, msikilizaji wa Ebala FM ya 101.5 tupo hapa na wasanii kuhusu show ya e, Nyagomani ambayo itafanyika tarehe mbili ya mwezi wa kumi na moja. Niko na wasanii hapa, ni aje hapo. Itambulisha mzee, yeah, mimi nitoka. Mbona kama umechoka mzee baba? ah, sijachoka bado, nafikiria tu. sai bado. Acha hivi nishagonga zamani sana eh bana, msanii kutoka Tanzania Nyagomani anakuja hapa misisi. Wewe kama mtoto wa hapa King Emon, unajipanga vipi? Mi najipanga sana, namshukuru kwanza mwenyezi Mungu amefika salama na ametembea vizuri, so of course tunamtakia awe na nguvu kwanza na ajitoe kwa moyo mzuri kwa kufanya kazi na sisi, tupo pamoja naye tutamsapoti kwa hali na uvumba yote. Je, vipya vipo? vipya vipo. Yeah, ni aje hapo gaga nani? Kamba Serumu, unajipanga vipi? Yeah, mimi niko tayari siku zote. Unajua msanii tena nikiocha jamii, kwa hiyo muda wote niko vizuri ya yeah. Kwa hiyo kitaeleweka, kitanuka mpaka hivi tukitosha. Kamba Serumu, nani mwingine hapa ambaye anawakilisha comedy misses ambaye anawakilisha? Ah, labda atakuwa ni serumu mwenyewe yeah. Wengine wapo, wapo wengi, kuna kamfunyunu, kuna wapo wengi, sasa siwezi kuwataja hapo Onze Media eh. Ila watu wajiuliza, je ni mwenyewe Kamba Serumu? Ah, mwenyewe huyu wape bland kidogo. Ah nilikuwa nachonga bwana. Fanyaje? Eh, fresh bro. Sauti ya nani? Mimi na Stylega. Mimi naweza nikaongea. Nyago Man ni msanii wa bien, ni msanii kwa imba bien, ni msanii kwa presente kwa ale ku ma reseaux sociaux. Kwa presente nani muziki ya zone ya fizi bien. Naweza penda nani concert ya ya misisi iko na vibe kupita mamilio yote na, na ni atafa konsere, na napenda wasanii sami, niko msanii tumsapti ku bien konsere. Iko na vibe ya bien apate bato ba bien, dio ni msanii wa bien na iko na imba bien. Mimi naitwa kwa Shidi Boy simba mnyama katika dunia mzima. Unasemaje kuhusu show ya Brother? Ah, tunawatangazia mashabiki wote wa Shidi Boy, tupambane tujitayarishe kwa ajili twende tufanye kazi na tusapoti msanii kabambi mwenye alikuja, itakuwepo pale, itakuwa kwa kishindo ah. Ni aje la baba ha, fresh kabisa. Sauti ya nani? Jarex Lil Brown, nom de best lom de fast music, mchezaji mkubwa sana san. Yeah, vipi yeah. kwenye show ya Nyago Mani, utakuwepo? Niko hapo, tayari, tayari, kutumika utakuepo ikoapo taatayaikutumik kikazi, lazima kinuka kumsapoti Nyago Mani Staili zile za kutambaa kama nyoka <laughs> zile zile kabisa, na natushongeza zingine utwaidi. Uh, kwamba utatuangusha? Hapana, naomba washabiki wote wa fighters dance wa Afrika to support Nyago Man. itakuwa tarehe gani tena? le 12 novembre 2025. La baba, inakuwaje? Takimyo, unaitwa nani? Unaambiaje mashabiki wako siku ile? Mashabiki tunawaomba wakuje, tumsupport mwenzetu msanii, wakuje wengi kwenye show, tunawasubiria, atakuwa pale, niko pale. Unyama mwingi sana <laughs> inakuwaje brother? Poa poa. Kwema? Kwema kabisa. Unyama mwingi. Unyama. Eh, bwana, kama unavyojua kwamba tarehe mbili ya mwezi wa kumi na moja moto ndo nawaka. Ndiyo najua tarehe mbili mwezi wa kumi na moja tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni Nyago toka Nyarugusu Kambini ni mbembe ambaye tutambulisha mzigo wa kibembe duniani pote. Tunamwambia karibu paka Nyange na misisi watajaa tutakuja kumsapoti nguvu ni moja tu. Ebembe to the world. Mm, kwa hiyo Chako Man atakuepo Chako Boy. Chako Boys Gang. Mm. Isebo mwenyewe chiboke. Takuwa ni noma sana. Ndiyo ndiyo kitawaka. Msikilizaji kama unavyosikia tarehe mbili ya mwezi wa kumi na moja ni moto ndo utawaka e, moja kwa moja kabisa. Kama utakuwepo, basi usichelewe, mwambie mwenzio na mwenzio amwambie mwenzie. Naitwa Ujusi Mkandama, ni kile kichwa kilichoshiba mchuzi wa samaki ya Ziwa Tanganyika. Bye bye.